Mwanangu, nisaidie, nisaidie, nisaidie bibi na bwana. Sharon, na bwana wangu ndio huyu, anajifanya mwenda wazimu sasa. Huyu vizuri sasa. Wacha vizuri. Wewe pale mtisa wenyewe. Wacha vizuri. Nani? Meja. Shika. Meja. Nini? Mbadilisha mbele chini. Wacha vizuri sasa. Wacha vizuri kwa sababu ya hedi, shika nguo. Wewe meja. Daktari. Daktari ni yule pale. Hata uko na huduma nyingine. Unaendelea ni yule pale. Acha kuingilia mambo ya familia pale. Hiyo kama post goal. Shika nao. Wacha vizuri. Sasa nitakwacha huyu. Wewe. Mbadilisha nguo. Rego cube. Rego cube. Rego cube. Rego cube. Rego cube. Aya, wewe utakula mwingine kichwa wewe. Ona, ona hedi.

Huyu wameleta vitu. Ndiyo hizo vitu zako tumeleta. Wamwarudishe nani kwanza? Hizi si vitu zangu zote. Begi yangu wapi? Ndiyo hiyo begi

Alisha toka kwenye mgongo wangu, nasemaje? Huyu nimemfanya hivi, ndio funzo kwa watu wengine, maanake ana kichwa kigumu sana. Naana mali ya wenyewe, subwana amechukua mali ya wenyewe na amekatalia, hataki kuregesha hizo vitu za wenyewe. Sasa nimemrusha jini mahaba huyu, aweza wafira sasa hivi. Mwe makini, mwe makini ninyi, anaweza wafira sasa hivi.

Nimefanya hivi ili iwe funzo kwa watu wengine, maanake aski mponye nimwache kwa muda, lakini namponya sasa hivi. Sasa hivi, sasa tumii hiki tu

Banifanyisha kazi ngumu, nyinyi majue hizi kazi ni ngumu. Nikisha mfanya mtu awe wazimu hivi, kumrudisha normal ni kazi ngumu sana. Usizae hapa hapa bana huyo. Hizi za huyu ni uchungu tu, anashtuka kidogo. Mwacheni yeye. Ah, yee kabisa, mwanangu <Future> Niko salama huyu, mbona niko uchi? Wanangu, nilikwambia daktari ni moto. Ni yeye. Na moto wana filma ya mawenge <ticalita>

Keti ketini chini tuzungumze. Mbona sina viatu? Keti chini tuongee

Leo umenipa hasira, umesikia sauti yangu imepanda juu. Ni mitego nimekuja mwenyewe mzima zima, mzima sema, ulikuwa unataka nikusaidie vipi? ah, ta... ndio amefikaje? <laughs> huko

Acha tumshugulikie, so, hey, acha tumshugulikie kwanza huyu. Acha tumshugulikie kwanza. Ndiyo mshugulikieni. Na ndani hatuwezi endelea. Hatuwezi endelea, wacha aende hospitali kwanza. Huyu namshugulikia sasa hivi.